Mimi ninachoweza kusema uh, kwanza uh, Watanzania kama nilivyosema mwanzo, ni wakati mwafaka wa kushirikiana na kushikamana pamoja, na kwamba tuko nchi nyingine, lakini bado sisi ni Watanzania na jukumu kama Watanzania ni kuendelea kuitangaza nchi yetu, kuendelea kupeleka uh, wawekezaji wote kwa pamoja, na sio tu shughuli ya ubalozi peke yake Ndia, lakini ni kila mtu ambaye iko hapa. Kwa hiyo kwa sisi ubalozi na mimi kama balozi natoa wito kwa watanzania wote kwamba wautembelee ubalozi, waweze kupata yale ambayo hawapati maelezo ya kwa shughuli ambazo wanazifanya, lakini ni namna gani ya kuhudumia wale watu ambao wanataka kupata taarifa kuhusu Tanzania Ndia. Kwa hiyo nawakaribisha sana hapa ubalozini, hapa ni nyumbani kwao Ndio. na wasione vibaya kuja, wanaweza wakapita wakasalimia wakapita waka wakiwa na shida, lakini isio tu ubalozi ni sehemu ya kuja wakati una shida ndio. Asante sana Mheshimiwa Balozi, wale ambao wanatufuatilia kutokea Tanzania wamekuwa wakiwaza kuangalia uwezekano wa kujitanua kwenda nje ya Tanzania, unawaambia nini walioko huko hususan UAE walioko Tanzania kwa ajili ya UAE? Asante sana, ninachoweza kuwaambia Watanzania ambao wako nyumbani ni kwamba fursa nchi hii zipo, ni namna gani ya kuzichangamkia. Ni kupata maelezo sahihi kutoka taasisi zile ambazo zinahusika na import na export, ndiyo, huko ndio sehemu sahihi ya kupata maelekezo, lakini vilevile Uh, Umoja wa Falme za Kiarabu una ubalozi pale nchini. Kwa hiyo bado ni sehemu mwafaka ya kupata taarifa zote zile ambazo mtu anataka kuja kuwekeza ama kuleta biashara. Lakini vile vile bado wao wanaweza wakaandika barua kupitia Wizara ya Mambo ya Nje wakiwa labda wamepata kampuni ambayo wanataka wafanye biashara nayo na kutuletea sisi tukaweza kuifanyia utafiti na kujua uhalali wa kampuni hiyo kabla hawajaanza makubaliano au hawajafanya biashara nayo, ili kuondoa changamoto ambazo uh, wawekezaji ama wafanyabiashara wa Tanzania wanapata baada ya kufanya makubaliano na kampuni ambazo sisi hatujazifanyia utafiti na baadaye kupoteza rasilimali zao. Kwa hiyo tunawashauri wafuate taratibu sahihi pale wanapotaka kufanya biashara. Lakini sio hivyo tu, hata wale wanaotaka kufanya, kuja kufanya kazi UAE, ni kuna utaratibu mzuri wapitie kwenye makampuni yale ya wakala mm-hmm. na wasikubali kuondoka nyumbani bila kujua wanakuja kufanya kazi kwa nani. Isiwe tu wanaondoka alafu wanakuja hapa lafu wanaanza changamoto sasa, wanapigwa mpira, leo amechukuliwa na huyu anaenda kujaribiwa, wanashindwana anarudi. Hapana, kuwe na utaratibu sahihi, na utaratibu sahihi ni kupitia zile taasisi ama wale wakala ambao wamekubalika na serikali ya Tanzania na serikali ya UAE katika ajira mbalimbali ikiwemo mbali, ajira hizi za ndani. Tunakushukuru sana mheshimiwa Balozi. Asante sana. Asante sana.